Sasa majeshi ya malaika wa mbinguni wa furahi, tushangilie wakati wa ibada hii ya usiku, na tarumbeta la wokovu liitangaze ushindi wa mfalme mkuu vile. Hata dunia iliyoangazwa kwa nuru kubwa namna hiyo ijaye furaha na ija na ulimwengu wote uliangazwa kwa utukufu wa mfalme wa milele. Afurahi na mama kanisa, aliyepambwa kwa uzuri wa mwanga mkubwa vile, na nyumba hii ivume sauti ya watu. Ndiyo maana ninyi, ndugu zangu, mlio hapa katika nuru kubwa ya mwanga huu mtakatifu na warifu, muombe pamoja nami huruma ya Mungu Mwenyezi, ili huyu aliyependa kunipokea katika hesabu ya makasisi ingawa si stahili, anijaze nuru ya mwanga wake, anisaidie kueleza sifa za mshumahu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanaye anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi, nawero Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki kumtukuza Mungu Baba Mwenyezi asiyeonekana na mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo wote wa moyo na roho na sauti yetu, aliyemlipia Baba wa milele deni la Adamu kwa ajili yetu sisi, akafuta adhabu ya dhambi ya asili kwa damu yake takatifu. Hiyo ndiyo sikukuu ya Pasaka, anapochinjwa yule mwanakondoo wa kweli, na milango ya waamini inabarikiwa kwa damu yake huo uh, uh, uh, ndio usiku uliowatoa kwanza baba zetu wana wa Israeli Misri, ukawavusha pakavu katika bahari ya Shamu. Basi huo uh, ndio usiku uliondoa giza ya dhambi kwa mwanga wa mnara wa moto Huo ndio usiku ambao popote duniani wenye kumsadiki Kristo wanatengwa leo na maovu ya dunia na giza ya dhambi na kurudishiwa neema na kupata utakatifu. Huo ndio usiku Kristo alipovunja vifungo vya mauti, akatoka kaburini mzima, mshindaji. Oh, wema wako kwetu ulio wa ajabu! Wema gani wa upendo usiopimika, kwamba ukamtoa mwanao awakomboe watumwa. Kweli lazima dhambi ya Adamu ilivyoondolewa kwa kifo cha Kristo. Oh, kosa lenye heri lililostahili tumpate mkombozi mkubwa kama huyo! Oh, usiku wenye heri kweli uliostahili peke yake kujua sana wakati Kristo alipofufuka kaburini. Huo ndio usiku ulioandikiwa, usiku utaangazwa kama mchana na usiku ndio mwanga katika furaha yangu ya, kwa sababu ya utakatifu wa usiku huo, wafukuza maovu, wasafisha makosa, warudisha utakaso kwa wale walioanguka na furaha kwa wale waliokuwa na sikitiko, wafukuza chuki, waleta mapatano, na wenye makuu wanyenyekesha. Basi kwa sababu ya neema ya usiku huu, upokee Baba mtukufu sadaka ya jioni ya ubani huu ambayo kanisa takatifu inakutolea kwa mikono ya watumishi wake katika toleo la mshumaa huu uliofanyika kwa nta ya nyuki. Na sasa twafahamu ubora wa mnara huu unaowaka moto kwa heshima ya Mungu. Na moto huo ingawa umegawanyika hauwezi kupungua kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana walishwa kwa nta yenye kuyeyuka iliyotengenezwa na mama nyuki kuwa umbo la hiyo nzuri. Oh, usiku wenye heri kweli, uliowanyang'anya wa Misri imali ukawafanya matajiri Wayahudi. Usiku ambao unaunganisha mbingu na dunia tena, Mungu na watu, basi twakuomba Ee Bwana, ili mshuma huu uliobarikiwa kwa heshima ya jina lako uendelee kuwaka upate kufukuza giza ya usiku huu, tena upoke kama harufu tamu, uungane na mwanga wa mbingu. Nyota ya asubuhi ikute moto wake ukiwaka. Yaani, nyota ile ya asubuhi isiyotuwa kamwe, ndiye yule aliyetoka kuzimu akawaangazia wanadamu kwa utulivu. Basi tunakusihi, E Bwana, utujalie nyakati za amani kwa furaha hizi za Pasaka, ututawale kwa ulinzi wako wa kila siku, utuongoze, utukinge sisi watumishi wako na mapadre wote na waamini wako wapenzi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisi na Askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia na askofu msaidizi Wilibrodi Kibozi. Uangalie pia hao wenye enzi wanaotuongoza, uwaongoze kwa nguvu ya wema wako usio na mwisho na huruma yako, uyaongoze mawazo yao yaelekee kazi na amani, ili baada ya shughuli zao za hapa duniani wafike katika makao ya mbinguni, wao pamoja na watu wako wote kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Muungu milele na milele, ah.